Nikupe kazi ya tatu. Okay, kazi ya tatu ya upako wa Roho Mtakatifu inakupa nguvu ya kufungua hali ya uchumi. Kazi ya upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke inakupa nguvu ya kufungua fursa za kiuchumi inakupa nguvu upako wa, wa, wa Kristo kwa mwanamke inakupa nguvu ya kufungua fursa za kiuchumi. Na hizi fursa zinafunguliwa pale ambapo utakubali basi. Kuna, kuna fursa nyingine za kiuchumi kwako wewe mwanamke zitafunguka tu pale utakaposema nakubali basi. Wengi mnafahamu hadithi ya mwanamke wa Sarepta, wengi mnafahamu na Nabii Eliya. Eliya akamwambia mwanamke yule, mwanamke alimwambia Nabii Eliya, mtumishi wako amekufa, na kuna jamaa alikuwa anamdai mume wangu, anasema anakuja kuchukua watoto wangu ili awauze, deni lilipwe. Eliya alikuwa close na ile familia, kwa sababu alikuwa anamfahamu baba wa ile familia, baba yao alikuwa ni anafanya kazi pamoja na Elia kwenye utumishi. Elia anataka kumsaidia huyu mama, akamwambia una nini ndani? Akamwambia na mafuta na chupa kidogo, na mafuta kidogo pamoja na unga. Elia akamwambia akakusanye vyupa vingine wengi, mnajua ile historia, aombe vyombo kwa watu wengine avipeleke kwenye chumba chake amimine yale mafuta. Tunaita kwenye success a principle of privacy. Ingekuwa kawaida ang, mtu angetoa kwenye watu, anze kumimina. Ah, amwambia nenda chumbani kwako, kajazie huko mafuta. Kuna watu wengine hapa, mkipata vitu ambavyo unajua hii fursa inakutoa, unafanya mbele ya watu Akachukua vyombo akawa anatoa anaweka pale, lakini naomba nikwambie yule mwanamke, fursa ya mafanikio yake, uwezekano wa vile vyombo kuendelea kujaa mafuta ulikuwa ni wa muendelezo. It was a continuous process mpaka aliposema kwa maneno yake vyombo vimekwisha. Kuna mtu ananielewa? Mpaka aliposema kwa kinywa chake vyombo vimefanya nini? Vimeisha. Maandiko anasema na saa ile ile mafuta akafanya nini? Upako wa Roho Mtakatifu kwa mwanamke unampa anointing ya kufungua fursa. Maandiko anasema akauza yale mafuta akalipa deni na hela nyingine akaenda kutumia. Kuna fursa nyingi sana, mara nyingine Roho Mtakatifu anakufungulia. Alafu mara nyingine unakuwa sio attentive. Kuna mtu ananielewa? Masikio yako ni mepesi sana kusikiliza umbea kuliko kusikiliza roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anataka akupe muujiza, akutoe pale ulipo, akupe wazo la biashara, lakini unasikiliza zaidi umbea kuliko kusikiliza anakwambia nini. Alafu unasema vitu haviendi. Sio vitu haviendi, wewe ndio hujatulia. Tulia, fata maelekezo yule mwanamke aliambiwa kaombe vyombo. Kanuni ya kwanza kaombe nini? Vyombo. Akwambiwa tu kaombe vyombo, akaambiwa kaombe vyombo vitupu. Those are instructions. Je, wewe una uwezo wa kutulia usikilize maelekezo? Au roho mtakatifu anaongea na wewe unaongea? roho mtakatifu anaongea na wewe, unaambia najua roho mtakatifu najua. Haiendagi hivyo Ndio maana unakuta mara nyingi sana, wakina mama wengi, unashangaa una wazo zuri ghafla limekutoka alafu, unapita sehemu, unashangaa mtu amefungua kitu kama lile wazo lako. angapi mewe kutokea? Angapi mewe kutokea alafu unasema haki ya Mungu, hili lilikuwa wazo langu, na wala hajaiba wazo lako, wakati Roho Mtakatifu anakwambia you was not attentive. Roho Mtakatifu akiwa na wazo anaangalia watu wa eneo hilo, ukishindwa kulipokea wazo kwa ajili ya watu wa free church, anampa mtu mwingi ili wazo kama la kwangu sikuta, umeniibia. Hajakuibia, hukukaa vizuri na Roho Mtakatifu akupe wazo. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Wazo nalozungumza hapa ni wazo la fursa. Kwa nini ibilisi mara nyingi anaanza na wanawake? Kwa sababu wanawake wako sensitive. wako sensitive. Nafasi za wanawake kupata mawazo ya fursa ni nyingi sana ndio maana nenda kwenye vikoba ukuti wanaume wengi unakuta. Ndio maana mara nyingi wanawake wengi wanapata wazo, alafu unakuta hana fans. Fans zinatoka kwa mwanaume, au vinatoka. Ndio maana kuna wanawake wengi sana leo wenye biashara kubwa sana, si za kwao, ni za baba fulani, mume wa fulani, ndio ana fan huyu. Mtu ana uwezo wa fedha, lakini wazo limetoka kwa nani? Sasa ukikaa vizuri na Roho Mtakatifu hata hatakupatia wazo alafu asikupe fans, atakupa wazo na namna ya kulifanya. Roho Mtakatifu hawezi kukupa wazo zuri ili mume wa fulani aje kufandi. Haiwezekani. Maandiko anasema hakuna baraka za Bwana zilizo na majuto. Kuna mtu ananielewa? Hawezi kukupa neema ya kupata wazo alafu upae ukae na, na na, joni mwenye mwake, mke wake ili uvunje ile ndoa. That doesn't work that way. Devil ndo anafanya kazi hiyo, sio Mungu. Kwa ukiwa sensitive na uwezekano Mungu akakupa wazo na akakupa nini? Funds, fedha. Bwana Yesu asifiwe. Huwa tunasema kwa Kiingereza what? What what? he calls, he he he calls calls provides. Provides. Kwa akisha ita akakwambia akakutumbukia wazo anatoa funds kuna mtu ananielewa, kuna mtu ananielewa. Kwa hiyo nikupe kazi ya ya nne, alafu nitakuwa namaliza kazi ya nne. Inakupa kufunuliwa rohoni na kupata maono ya kukupa utulivu. Kazi ya Roho Mtakatifu inakupa kufunuliwa rohoni na kupata maono ya kupata utulivu. Hii nitaongea kwa kifupi kabisa. Mwanamke nisikilize, ukiona umepata maono yoyote, hayo maono yakakunyima utulivu hayatoki kwa Roho Mtakatifu. Kuna mtu ananielewa. Umeshawahi kupata wazo alafu likakutesa? Yani unapata wazo, ni wazo zuri, lakini linakunyima raha, hulali, ndoto za ajabu unaota, unakimbizwa mpaka unajuta kwa nini umepata hilo wazo. Unaota wazo zuri, umefungua duka, majambazi wamekuja, wazo linakutesa? ah -ah. Kazi ya Roho Mtakatifu anakupa wazo la kupata maono yatakayokupa utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Yanakupa utulivu. Maandiko yanasema yanakupa rest. Ukiona una wazo limekuja, halafu linakufarakanisha na watu. Umefungua biashara, marafiki wote wameondoka. Umefungua kitu fulani ndio inakugombanisha na watu. Mungu mtu, umekuja hapa ukawekewa mikono ukapata biashara, ndio hata muda wa kanisa tena hauna. uh -uh. Hiyo sio vision yenye rest. Kuna mtu ananielewa? Sasa naomba nikwambie, usipambane sana unapopata maono yasiyokupa utulivu, ukaendelea kuyang'ang'ania. Okay, ngoja niamie niende hivi. Mungu akikupa maono ya kukubali mahusiano fulani, alafu haya mahusiano yakashindwa kukupa utulivu wa moyo, naomba nikwambie, hapo sio kwako. Kuna kuna mtu kuna mtu ananielewa ananielewa. Kuna akina dada mko hapa, unajua kabisa haya mahusiano magumu yananiumiza, nateseka, alafu unasema namtegemea Bwana, namsubiri Bwana. Hakunaga kitu cha hivyo, utakufa, tutakuzika na rambi rambi tutatoa. Kuna mtu ananielewa. Juzi nikaposti nikasema tofauti ya neno finished na neno complete na neno completely finished ni maeneo ndio haya. Ukiwa na mahusiano mazuri ukakutana na mtu ambaye ndio ndoto yako kwenye maisha, you are complete. Ukashindwa kukutana na mtu ambaye kwenye maisha yako, ukakutana na mtu wa tofauti, you are finished. Alafu ukangang'ania kukaa na huyo mtu ambaye sio ndoto yako, lakini ukakaa nayo, you are completely finished. Umenielewa? Kwa hiyo wazo Roho Mtakatifu analokupa la kukubali mahusiano ya aina fulani litakupa nini? Tulivu. Sasa nielewe, haimaanishi haya mahusiano hayatapitia changamoto, lakini pamoja na changamoto, yale maandiko yanasema, pamoja na mwali wa moto, mwali wa moto hautakufanya nini? Kuunguza. Haya maandiko yatapita, utasikia shwari ndani yako, kati kati ya dhoruba utaona kabisa kwamba na hili nalo litapita. Kuna mtu ananielewa?